Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Ninawakaribisha sana waandishi wa habari ili tuweze kutoa utaratibu na kuwaeleza e, maandalizi ya mazishi ya Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa na balozi wa Baba Mtakatifu. Mpaka sasa hivi maandalizi yamekamilika ya mazishi, tukianzia hapa katedrali. Eh, kaburi atakapozikwa eh, imekamilika, na matayarisho ya kuwapokea wageni mbalimbali mbali watakaofika e, kushirikiana na Jimbo Katoliki la Bukoba kumsindikiza baba yetu mpendwa yamekamilika, naweza nikasema kwa asilimia tisini na tano. Na matayarisho mengine wapokea wageni, zikiwemo nyumba za kulala, yani lodging na watakula nini, na lenyewe limeandaliwa. Kwa upande wa liturujia na penyewe maandalizi ya naandaliwa na kamati ya liturujia, na sasa hivi kama mnavyojua eh mwili wa wa baba askofu mkuu Novatus Rugambwa unaagwa katika kanisa la Mtakatifu Yosefu jimbo kuu la Dar es Salaam. Wakisha maliza kusali misa e, watapata nafasi ya kuaga mwili huo. Tunatarajia e, kama ilivyo kawaida ndege huwa inafika saa sita. Waamini e, watakao kwenda kupokea e, mwili huo walao wafike katika uwanja wa ndege saa nne, na waamini wote wa parokia e, ya Bukoba wamealikwa, walao kama waendi kule watajipanga barabarani ili kuweza kupokea e, mwili huo. Tunawaalika wa, amini wajipange barabarani ili kuweza kuwaga mwili wa baba Askofu Novatus e, Rugambwa. Hayo walao ndiyo e, maandalizi ambayo tunategemea kwamba ya tafanyika siku ya kesho ambapo ndo tunategemea kumpokea tarehe ishirini na nane. Tunatarajia baada ya kumpokea, saa kumi tutakuwa na ibada ya misa takatifu. Baada ya misa, pataendelea na sala mbalimbali. Baada ya sala, kutakuwepo na na mkesha. Tunatarajia kwamba eh, mkesha huo, patakuwepo na vikundi mbalimbali ambavyo vitashiriki katika mkesha. Tayari wamepangiwa ratiba, e, kwamba kutoka saa hizi mpaka saa hizi kutakuwepo kikundi hiki na wakati wa ibada ya kesha eh, atakuwepo pia mafundisho ya wahubiri mbalimbali. Kwa mfano, tangia saa mbili mpaka saa nne tunatarajia pamoja na sala zitakazokuwa zinaendelea eh, atakuwepo padre Akileusi Kiwanuka itakuwa ni saa mbili mpaka saa nne na saa nne mpaka saa tano e, atakuwepo Mr. Charles Kato, na wakati huo huo utakuwepo na kusali rosali. Kifika saa sita mpaka saa saba e, watakuwa wanasa, watakuwepo watu watakaokuwa wanasali rosali na atakuwa atakayekuwa kiongozi atakuwa Ferista Kabikila kutoka kigambo cha Hamgembe na kwaya zake. Na saa saba mpaka saa nane atakayetoa fundisho atakuwa Padre Principus Kamwabwa. Na saa nane mpaka saa tisa atakuwepo eh, atakuwepo ni ndugu Audax ambaye ni e, kutoka kigango cha Bujekera na watakuwepo na kwaya zao. Kuamkia tarehe ishirini na tisa e, watakuwepo pia saa tisa mpaka saa kumi kikundi cha au chama cha kitume cha Radio Maria, alafu saa kumi mpaka saa kumi na moja takuwepo nyimbo za maombolezo, maombolezo na litania watakatifu na wale atakayekuwa anaongoza shughuli hiyo atakuwa ni Pasco Kabango kutoka kigango cha Migera na kwaya zake. saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili alfajiri, ee, takuwepo tafakari ya neno la Mungu. atakayeongoza tafakari ya neno la Mungu atakuwa ni Padre Faustini Kamgisha. Na saa kumi na mbili ya alfajiri kutakuwepo masifu ya asubuhi, na hapo maaskofu, mapadre, watawa na waamini watashiriki, na watakaotuongoza kwenye masifu hayo watakuwa ni masista mabinti wa Bikira Maria wa msaada wa daima. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao utafuatwa katika mkesha tunatarajia na tunawaalika iwe hivyo. Saa mbili mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano tutakuwa na salamu za rambirambi, na hii ni salamu za rambirambi kabla ya misa takatifu na zenyewe nje e, pale mbele ya kanisa kuu pataandaliwa viti na wale walio na salamu za rambirambi. E, kutakuwepo watu watawaona. E, Padre Egidius na Padre Gerard ndio watakaoongoza shughuli hiyo ya kupokea wale ambao watakuwa wanatoa salamu za rambi rambi na wataka wanaotarajiwa kutoa salamu za rambirambi ni viongozi kutoka parokiani, viongozi wa dini na e, siasa. Maaskofu wote watatoa rambirambi pale watakao kuwa na rambirambi na makundi mbalimbali mbali. na wakati huo huo e, huko kanisani watakuwa wanatoa watu, watakuwa wanapita wakitoa heshima za mwisho kwenye mwili wa marehemu, na hii inaweza ikafanyika hata usiku, utakapokuwa kunaendelea ibada mbalimbali mbali, watu watakuwa wanapitia kuaga na kutoa heshima zao za mwisho. Tunatarajia ibada ya misa takatifu ianze saa nne mpaka saa nane na atakayeongoza ibada ya misa e, takatifu atakuwa ni Mwadhama Protas Kardinari Rugambwa kutoka Jimbo Kuu la Tabora, na ndani ya misa takatifu. E, wanaotarajia kutoa neno ni wanafamilia, na hii itakuwa e, baada ya misa takatifu: balozi wa Baba Mtakatifu, rais wa baraza la maaskofu na askofu wa jimbo la Bukoba. Na baada ya kutoa neno kwa hao E, wanne waliotajwa ndiyo itafuata ibada ya maziko. Na kama itatokea kwamba kuna baadhi ambao watakuwa wametoa rambirambi saa tulizozitaja kabla ya ibada ya misa takatifu, basi baada ya maziko ndipo e, wanaweza wakatoa rambirambi rambi, lakini itakuwa ni sehemu ile ile ya nje. Rambirambi zitatolewa saa mbili asubuhi mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano na, na tunawaalika wote naopenda kutoa rambirambi watujulishe na walete rambirambi rambi zao hapo, sio ndani ya misa takatifu, itakuwa nje ya misa takatifu kwa hiyo ndiyo huo ndio utakuwa utaratibu wetu wa kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani. E, Mhashamu e, Baba Askofu Novatus Rugambwa na balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali mbali. Na hili kuweza kuwasaidia watu wote wenye mapenzi mema waweze kujua e, historia yake tunachapa kitabu ambacho kina e, kina historia yake, kina watu ambao wametoa ushuhuda wa kazi zake, watawa wa kike na wa kiume, wanafamilia e, shuhuda mbalimbali ambazo tumeweza kupata kwa mfano kutoka sehemu alipofanya kazi e, kule alipoanzia kazi kama nuncio e, kule Angora na Principe, e, baraza la maaskofu limetoa ushuhuda, na New Zealand wametoa ushuhuda, na kuna masista ambao amefanya nao kazi ambao wamejenga eh, shule eh, kule kule Kisalau. eh, kuna masista ambao wako kule, eh, wameanzisha shule ya VETA halafu wame wanayo tena chuo cha VETA huko Dodoma nao walifanya naye kazi na wenyewe wametoa ushuhuda, e, umeingizwa kwenye kitabu, lakini hata